Uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu sana katika kipindi kizuri cha Kivulini, kipindi ambacho kinaendelea kutupa taarifa mbalimbali za namna kazi ya Mungu inavyoendelea kupitia idara ndani ya Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Ninaitwa Spora Mseli Mwalon Talima, ninakualika uwe pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho, tuendelee kufahamu kwa kina kile ambacho nimekuandalia katika juma hili na siku ya leo tunaye mkurugenzi wa idara ya huduma ya majengo na uwakili, Mchungaji Chingoro Magoti. Tumekuwa naye hapa kwa mfululizo wa majuma matatu, na leo ni juma la nne. Tunaendelea kukualika we pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho, tuendelee kubarikiwa kwa pamoja. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine, ongera kwa majukumu. Naam, ni kualike utufungulie kipindi chetu kwa ombi tunapoenda kubarikiwa na wewe siku ya leo. mm. Baba mwema na Mungu wetu wa binguni, asante kwa ajili ya fursa ambayo umetupa kuitumia, tunapokwenda kuitumia tuitumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu, amen. Amen. Amen. Na mtazamaji kama ndio kwanza unajiunga nasi kipindi hewani ni kivulini. Na kama nilivyokuambia niko naye mchungaji Chingoro Magoti. Na juma lililopita tulikuwa tumefanikiwa kuangalia vipengele viwili. Ah, tuliangalia uwakili katika swala zima la utunzaji wa mwili, lakini pia tukaanza kidogo kuangazia uh, eneo la talanta ambapo natamani tulimalize lakini pia tuangalie uh, namna ambavyo idara hii Uh, imefanikiwa kwa kipindi cha muhula huu wa kazi. Tunazungumza hapa ni mwisho wa mwaka yeah. Na sio mwisho wa mwaka tu, mwisho wa muhula wa kazi, kwa hivyo nitatamani hapo mbeleni tuangazie mmefanikiwa kwa kiasi gani na kijiti kinaenda kufika mwisho, kama utakuwa ni wewe basi bwana asifiwe. Kama atakuwa ni mwingine, utakuwa na jambo la kumwambia anayekuja kukupokea kiti hiki. Ah, tunarejea sasa katika swala zima la talanta. Tuliishia mahali ambapo kama idara ya wakili mnawezaje kuwasaidia uh, waumini eh, kuzifahamu talanta zao, lakini uh, kuwawezesha kuzitumia talanta hizo kwa manufaa ya kazi ya Mungu. nashukuru sana kwa fursa ambayo mmenipatia hmm. Labda e, tuseme kwamba kama tulivyosema kipindi kilichopita kuhusiana na habari ya talanta tulivyoeleza mm -hmm. E, tuka tuligusika kitu fulani kwamba kuna karama e. Sasa ujue talanta na karama ni vitu ambavyo vinaenda tu pamoja mm -hmm. kwa sababu tuliona ya kwamba uh, talanta ni ile fursa ya kipawa ambacho mtu amepewa na Bwana ye mwenyewe kama apendavyo hmm. Ule uweza ndani yake kufanya kazi kwa utukufu wake kutegemeza utume hmm. Aliyotuitia na talanta ziko nyingi. Kwa hiyo karama e, ni uwezo ambao mtu anapewa na Mungu. Sasa huu uwezo anaopewa na Mungu e, mtu huyu akitamani hii karama ya mtu aliyepewa na Bwana na akichochea roho Bwana anaweza pia kumjalia huo uwezo wa kuweza kufanya kama mwingine anavyofanya. Na hata hivyo neno la Mungu liko wazi, natuombea ya kwamba tutamani sana hizi karama za roho kwa sababu hizi karama za roho zinalijenga kanisa na kulimalisha kanisa. Kwa hiyo kama mtu akiwa na karama fulani uh -huh. E, na mimi nikiichochea na nikimwomba roho wa Mungu, anawezesha kunipatia hiyo karama na ikafanya kazi uh -huh. Sasa tuzungumuze ya kwamba swala ya, la karama na talanta ni vitu ambavyo tunaweza tukawasisitiza watu au waumini jinsi ya kuweza kuzitumia kwa sababu unaweza ukapewa, mm -hmm. lakini usitumie, na hatimaye ikawa haina faida, inakuwa ni hasara badala ya faida. mm -hmm. kwa maana hiyo, kote tunakopita kwenye makanisa au kwenye jamii za watu, tunawakumbusha talanta na kalama walizopewa na Bwana wazitumie kwa ajili ya kazi yake. Wasi. Tunaweza kuwa na mifano ya, ya, ya talanta hizo ambazo watu wanaweza kuzitumia. Maana unajua mtu mwingine hata mi sijui na talanta gani, ila kumbe ukiambia, ha labda talanta inafanana hivi, talanta inafanana hivi ana okay. Basi ngoja nianze kuifanyia mm. mm -hmm. kazi safi kabisa. Tunaweza tukasema ya kwamba mfano mm. tuchukulie waimbaji mm -hmm. kuna watu ambao kwa kweli asipoimba ajisikii furaha na amani kabisa. Uh -huh. Lakini akiimba Uh -huh. anajisikia furaha na amani. Kwa hiyo ukishaona una hari ya namna hiyo aidha uh -huh. eh, ni talanta au karama, inabidi uh -huh. kuichochea kuendelea kufanya hivyo kama kadiri roho ya Bwana anavyo kuongoza. Uh -huh. mwingine mwingine kuhubiri uh -huh yani anaona kwamba yani yeye akihubiri ya anajisikia raha sana mm. E, namna hiyo pia na anaweza akachochea hivyo mm. Wengine ni watu wanaopenda sana kuomba, hizo zote ni talanta nitalanta mm. Yes. mm -hmm. Ukiona ndani ya moyo wako hiyo kitu ichochee mm. Zidisha kuomba sana mm. Wengine wanafunga mm -hmm. Na kuna mwingine unaweza ukamwambia tu afunge tu mm. masaa mawili ni tabu ya Yakobo mwingine unakuta anaweza kupiga wiki zima. mm. umeona hiyo kitu. kwa hiyo sasa, mm. ukisoma Biblia imeorozesha <laughs> e, nyingi sana mm. wengine ambao mambo ya maombi wao wainjilisti, mm. ufundishaji au kama walimu waubili, mm. wachungaji na kadhalika na kadhalika, kwa kile kitu ambacho kwa kweli unakiona Uh, kwako kwamba ndani ya moyo unakipenda mm -hmm. eh, ukikichochea mm -hmm. kitaweza kufanya kazi ambayo ni nzuri sana wengine, ni kuonya mm hivyo -hmm. jaw kuona kuna wahubiri akisimama, mm -hmm. ana, <laughs> anakemea kwelikweli, ni kweli kabisa, lakini mwingine awezi. Kwa hiyo tuko tofauti, unaona Biblia nasema kwamba mm -hmm. eh, kanisa la Mungu linafanana na mwili mmoja, kama mwili ulivyo na viungo vingi mm -hmm. mkono una kazi yake mguu una kazi yake, jicho mm -hmm. lina kazi yake mm -hmm. kila kimoja kinategemeana. Kwa hiyo hata na sisi tunategemeana, mfano mm -hmm. dada yangu wewe, mseli mm -hmm. Mungu amekupa talanta unazo na karama unazo, hata mimi mm -hmm. ninafahamu za kwako mm -hmm. eh, unaposimama unapo sauti yako unapoitoa, unapotangaza kuna watu wana wanavutiwa kukusikiliza mm -hmm. Sasa kama Mungu amekujalia hiyo Zidi kuichochea sasa, amen. Zidi kuiingiza kazini. Mm. Na kadri unavyozidi kuiingiza kazini Roho wa Mungu ndivyo anavyozidi kuiweka kuwa bora na bora zaidi. Amen, amen. Asante sana Mchungaji kwa eneo hilo. Ninaamini mtazamaji, na wewe sasa umesikia na unayo kazi ya kuziangalia talanta zako na kuzichochea kama tulivyoambiwa hapa. Na je, ungependa ni nini kinini ambacho waumini wajifunze kuhusu wakili sasa? mm -hmm. mm. wakili na talanta. Wakili na talanta na karama, huwezi kuvitenganisha mm -hmm. ni mapacha, huwezi kuondoa kimoja ukakiacha kingine mm -hmm. kwa sababu uwakili ni dhamana ambayo mtu amepewa mm. na huyu mtu kama amepewa dhamana hii dhamana lazima ihusishe uwai mm -hmm. uwai kama upo hakuna uwakili mm -hmm. uwai ukiwepo huyu mtu kwa sababu aliumbwa na mungu yeye ni wakili mm -hmm. sasa kama yeye ni wakili wa bwana kuna hizi karama na talanta ambayo bwana ameweka ndani yake yeah. kwa hiyo lazima azitumie asipozitumia mm -hmm. Tayari atakuwa sio wakili mwema kwa maana, mm. inampasa kuwajibika, inampasa kubeba jukumu alilopewa mm -hmm. na Bwana alitende. Sasa asipolitenda tayari ameshapoteza maana ya uwakili, na maana yake hapo sasa amefanya kazi ya Mungu kushuka chini kabisa. Haya, na kushukuru sana mchungaji, kwa maelezo hayo mazuri. Tumeziangalia hizo nyanja mbalimbali mbali za wakili mm -hmm. na ambazo kiukweli zinaendelea kutupa mwanga zaidi. Tumefahamu vizuri idara hii ya wakili, namna ambavyo imekuwa ikifanya kazi. Ninaamini mlivyokuwa mkianza muhula huu eh, mlikuwa na malengo ambayo mmejiwekea mm. -hmm. Unaweza ukatupitisha katika hayo malengo, na mmefanikiwa kwa kiasi gani? okay. Mm -hmm. Swali zuri sana kwa sababu kazi bila malengo sio kazi. Mm -hmm. Ujua wakati mwingine huwa tunakwenda kwenye kuseminisha, tunakutana na watu wanatuambia ya kwamba kwa nini mnatupa magoli, mnatupa mm -hmm. sio nini na nini sema kwamba kazi bila uh, malengo sio kazi. Lazima tuwe na shabaha. Unapopewa kazi mm -hmm. ujue ya kwamba ni nini unacholenga. Ndio. Kwa hiyo unafanya kazi aina malengo mm. -hmm. yani, sio itakuwa sasa hiyo ni kazi ya namna gani mm. -hmm. hata sisi tunashukuru Mungu kwa neema yake alipotupa dhamana katika idara ya wakili mwaka ishirini ishirini na mbili tulikuwa na shabaha katika mm -hmm, idara ya uwakili au mm hayo -hmm, malengo katika idara ya wakili mm -hmm. Miongoni mwa malengo tulikusudia kuwa na majuma ya kuhamasisha kuhusiana na mambo ya uwakili mm -hmm, na majuma haya yanafanyika kwenye makanisa mwanzo mm -hmm, wa mwaka na mwisho wa mwaka mm -hmm na katikati ya mwaka makanisa mahalia huwa wana vipindi vya haya majuma kwa ajili ya uwakili, watu waelewe mm. jinsi gani wanapaswa kumrudishia Bwana zaka na sadaka mm. ambao ni sehemu moja hapo tu katika kipengele cha uwakili mm -hmm, lakini kina nyanja nyi, nyingi sana mm -hmm. na malengo mengine yalikuwa ni kutengeneza kwa kitabu kadogo kanakoitwa mada za uwakili mm -hmm. kale kitabu kanasoma kila siku ya Sabato, Sabato e, mada mm -hmm. za wakili kwa hiyo tangu ishirini ishirini na tatu ishirini ishirini na nne na ishirini ishirini na tano kale kwa kitabu kamekuwa sehemu ya baraka mm -hmm. lengo jingine lilikuwa ni swala la kukusanya zaka na sadaka za nyuma zilizozuiwa madeni. Madeni. Mm -hmm. Ukisoma Mashauri juu Uwakili kuanzia ukurasa wa sitini na tano mpaka themanini na nane mm. anaeleza jinsi nabii wa Mungu anaitwa, mm. kama Ellen G. White mm. aliambia watu kutekeleza wajibu wao, wale wote ambao wakufanya kwa ukamilifu mm -hmm. e, sehemu ya zaka na sadaka za nyuma walizozuia mm -hmm. inabidi waandike vyeti na kuweka kwa mtunza hazina wakiahidi kulipa mm -hmm. e, kwa hiyo walipokuwa wakipewa jumbe hizi na kuseminishwa mm -hmm. Kuna baadhi watu watu wa ya watu ambao walifanya maamuzi. Wengine walitoa dola dola dola mia tano sabini na moja pointi tano dola elfu moja dola mia tatu wakilipa madeni ya nyuma madeni dola hamsini na nne dola mia moja ishirini na tano wakaleta mm -hmm. na kuna baba mmoja yeye akasema ya kwamba sikujua kwamba jambo hili la zaka na sadaka ni la makini kiasi hiki mm -hmm. na nimefurahi iliyo mafundisho mm -hmm. kwa hiyo anapiga hesabu kwa muda wa miaka ishirini Amwaya ambayo hakufanya kwa uaminifu ili amwombe Mungu amsaidie mm. mapato alipe mm. Alafu anachonifurahisha mm -hmm. Hapo chini anamalizia anasema kwamba sitaki kukutana na hukumu katika vitabu vya mbinguni na kumbukumbu za unyang'anyi. Hata hilo bado nalo linigusa, eh, eh, eh, anaiandika hapo chini kwenye bahasha. Anaandika kabisa hapo mm. Kwa hiyo baada ya kusoma hiko kitabu nikaona ya kwamba mm. eh, kipengele hiki kiwe sehemu ya lengo katika idara ya uwakili. Malengo mengine ni malengo ya kukusanya zaka na sadaka za mm. vitu mm -hmm. Unajua historia yao na Israel walikuwa wanakusanya zaka na sadaka za ng'ombe, mbuzi, kondoo mm. kuku, kondoo, kuku mm. mayai mafuta, esufu wakawa wanaleta alizeti mpunga mahindi mm -hmm. na kadhalika, nafaka zote, dhahabu mm -hmm. miti mm -hmm. walikuwa wanaleta mpaka, wakina mama wengine walikuwa wanasuka vitu vya kusuka vile mm -hmm. ili kujipatia kipato, kuleta kwa Bwana nah. Kwa hiyo baada ya Roho wa Mungu kunipatia hiyo njozi, nikaona ya kwamba e, tukitumia mbinu hii watu kuleta vitu vya zaka na sadaka itakuwa mbaraka mkubwa, kwa sababu watu wame, wanauelewa mfinyu kwamba zaka na sadaka ni fedha tu kumbe wakati mwingine wakileta vitu mm. wanaweza kuleta vitu vingi kuliko fedha fedha, kwa sababu fedha zikiwa nyingi mkononi mm. nyekundu nyekundu nyingi <laughs> shetani naye na, <laughs> na, <laughs> najitokeza na, hapo sasa, kwamba hizi zote kweli zote zote kabisa eh, zote, eh, zote. Sasa tukaona kwamba tukusanye zaka sadaka za vitu mm baada ya hiyo njozi kuja tukaona ni vema sasa kwa upande wa wakulima mm -hmm. tuwe na lengo mm -hmm. la kutengeneza mifuko ya kilo la mia moja mm -hmm. alafu hiyo mifuko tuka, tunaipeleka kiwandani. mm -hmm. alafu tunakuwa na nembo ya uwakili. mm -hmm. alafu hapo tunaandika maandishi zaka na sadaka bahasha mm -hmm. ya zaka sadaka, na sadaka, sadaka, sadaka za mazao. mm -hmm. kwa hiyo mifuko yote baadaye tunakwenda maeneo ya wakulima na imekuwa na imekuwa na mapokeo mazuri, kwa sababu tunasha malengo. Kwa hiyo hilo likawa moja wapo ya lengo uh -huh. lakini lengo jingine ni kufanya kambi za uwakili uh -huh. kambi za uwakili tunazigawa kikanda, mfano uh -huh. kama hapa jiji la Dar es Salaam, mnaweza mkawa na kanda kwa kulingana na conference zilizokuwepo ya ICT mm. pamoja na seki mm -hmm. mnawaita sehemu fulani, wanakuja au tunaweza tukaziunganisha kwa pamoja mm. kwa muda wiki nzima, halafu na maeneo mengine nako ni hivyo hivyo. Kambi hizi za uwakili ambazo zinaweza zikaleta tija kwa ajili ya kazi ya Bwana mm. lakini jambo jingine ni kuonana na wachungaji mm -hmm. lengo la kuonana na wachungaji kuwafikia nyumbani kwao mm. Unaongea na mchungaji mmoja baada ya mwingine, unamtembelea nyumbani kwake nyumbani kwake. mm -hmm. kwa sababu Yesu, katika utume wake, mafanikio yake alikuwa katika njia mbili za utume mm -hmm. moja, aliwafikia watu nyumbani. mm -hmm. mbili, mm -hmm. aliwakusanya. mm -hmm. Kwa hiyo watu wengi tunapopanga malengo hatujaiona hii mbinu kama lengo lenye mafanikio sasa. Mm. Mungu pia alinipatia hii mbinu kuitumia kwamba wakusanya watu sawa. mm -hmm. Lakini kuna haja ya kumfikia mtu nyumbani. Mmewafikia wachungaji wote ndani ya Union Mission? Baadhi mm -hmm. ya watu ambao tumewafikia mm. sehemu za nje tumewafikia kadhaa, ila kwa hapa Dar es Salaam mm. konferensi ya seki, asilimia nadhani kwenye tisini na nane. No, na, na, na mnaendelea sasa hapa mkiwa mnaelekelekea mwisho au anaweka yeah, like mm. Na, ratiba tu vizuri mm -hmm. Alafu baadaye kwa, kwa siku tunaweza kutembelea wachungaji mm -hmm. A sita au saba kwa hiyo ilikuwa sehemu ambayo la, la mm -hmm. Lengo mm -hmm. Lakini jambo jingine ambalo e, ni lengo ni swala la kufanya kila iwezekanavyo mm -hmm. Kufundisha semina za ujasiriamali semina za ujasiriamali ni za muhimu na zinazoleta mafanikio makubwa sana mm. Hilo nalo lilikuwa moja ya lengo. Lengo jingine ni kuhakikisha ya kwamba watoto wadogo mm, na wenyewe wanajifunza. Wanafundishwa habari mm. zinazohusiana na mambo ya zaka na sadaka kwa mm. sababu watoto ni kundi ambalo limeachwa na hao mm. watoto ndio kanisa la leo mm. wasipo vizuri itakuwa ni changamoto kubwa. Lengo na mkalifanya hapo e, malengo mengi nikiaolozesha hapa, hata lisaa linaweza <laughs> ikaisha <laughs> ni kweli e. Nashukuru sana mchungaji, na kwa sababu muda wetu sio rafiki, pengine utupitishe sasa kwa ujumla mlivyofanikiwa tu, yani yale ambayo unasema sasa haya. Tuna, tunasema hiki ndio kinara tumefika sasa, mafanikio kwa kipindi cha muhula huu yakitajwa tunataja hili. mm -hmm. Tunashukuru sana Mungu kwa kweli, ameonekana kwa namna ya pekee. mm. Eh, nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya aliyoyatenda. Amen. Kwa kushirikiana na viongozi wetu wa unioni, mm. na kushirikiana na wachungaji wa mitaa, wakurugenzi kwa kwenye makonfrenci na fildi, kwa kupitia yale malengo ninaweza nikasema ya kwamba karibia malengo yote tuliokuwa tumeyaweka, mm -hmm, yaani tumeyapitiliza zaidi Amen, yote yamekamilika. E, kifupi tunaweza tukasema ya kwamba kazi iliyofanyika katika idara ya uwakili kwa muda wa miaka mitatu, unazosema kazi iliyofanyika kwa miaka kumi, hilo ndani ya miaka mitatu kabisa. Ile habari ya, mm. E, ya zaka na sadaka za vitu, kwa kweli tuna idadi kubwa ya magunia ya mahindi, mpunga, karanga, alizeti ambayo yameletwa maelfu ya magunia. Mm, na hayo yakiletwa, huwa mnayauza au mnafanyaje ili mpate mpate thamani sasa ya fedha? Swali zuri sana. Yale huwa yakikusanywa yanakuwa chini ya uangalizi wa, wa mchungaji na kamati ya wakili mm, kwa sababu kwenye kamati ya wakili kuna mzee anasimamia idara ya wakili mm, na mashimashi kwa hiyo mm. Hivi vitu baadaye wanapovikusanya vitakuja kuuzwa kwa bei ya soko ulia ya sehemu hiyo. Mfano hayo magunia yote niliyoyataja, nafaka nafaka yote ambayo tumekusanya mengi sana, mifugo ng'ombe wengi sana, mbuzi wengi sana. Kwa hiyo saizi, kama mtu anatusikiliza hapa pengine anatamani mbuzi, anatamani ng'ombe, anaweza akawasiliana tu na na wachungaji kujua maana maana sasa sizinauzwa Yes. Habari hey. Eh, njema ni kwamba hivi uh -huh. vyote vikipatikana uh huwa vinagombaniwa na washiriki. Kwa hiyo havi, havi ndio sababu vi, uh -huh. ni vitu ambavyo vilivyonona vi, vi, vi uh -huh. Kwa hiyo anakuta mshiriki anatokea haraka sana amechukua kwa sababu hata juzi hapa uh -huh. tulikuwa tumeenda field ile ya Lake Tanganyika uh -huh. walitoa mbuzi saba na wote wakachukuliwa. Na wale mbuzi habari njema ni kwamba ni wal, mbuzi walikuwa wanazaa mapacha mapacha kwa hiyo mtu mmoja tu aliposikia hiyo akachukua wote. Mtu mmoja, hizo ndizo baraka. Na sehemu nyingine mm. ng'ombe waliotolewa mm -hmm. kiongozi, wetu mmoja alichukua ng'ombe wote kwa sababu walikuwa na wale ng'ombe mm. mbegu zile kubwa zile za Kongwa. Mm. Mang'ombe makubwa yenye manundu makubwa, vingine mm. eh, tumefanikiwa eh, mshiriki mmoja ambaye alikuwa na samaki wengi akatoa mabwawa yake ya samaki wengi mm -hmm. wa zaka na sadaka mm kwa mafanikio yamekuwa makubwa sana mm, sina lugha ya kueleza. amen, amen, hizi amen. Zaka na sadaka za nyuma mm, zimerudishwa sana. Nakumbuka uh, maeneo fulani, ipokuwa tukifanya semina mm, mtu mmoja alirudisha dola elfu mm -hmm. tisa pointi sita, dola elfu tisa pointi sita, unazungumzia vitu vya milioni ishirini na tatu kwenda ishirini na nne Mwingine mm -hmm. alirudisha milioni mia moja mm, ya zaka sadaka mm, lakini juzi tu hapa nikiwa Kitanganyika, eneo fulani linaloitwa Ianda mm. baada ya kutoa semina hizi katika lengo letu tuliokuwa nalo la kurudisha zaka sadaka za nyuma, mama mmoja ambaye alikuwa ni mstaafu yeye mm -hmm. aliniona akaniambia, kutekeleze wajibu wake yeye peke yake tu piga mm hesabu -hmm. mm -hmm. akaweka milioni kumi na nane mchungaji. mm. <laughs> Eh, bwana asifiwe kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya na sisi tunamtukuza Mungu kwamba muhula unakwisha lakini mnauvuka yeah. Eh, kwa kuwa mlivuka malengo eh, na hiyo yote sifa na utukufu tunamrudishia Mungu. Tunaelekea mwisho wa kipindi chetu, lakini pia tunaelekea mwisho wa pengine muhula, ah, muhula ujao wa kazi ukawa ni wewe au ah, akawa ni mtu mwingine <laughs> lakini basi una nini cha kushauri kama mtu ambaye umekuwa kwenye idara kwa kipindi hiki ambacho kinamaliza muhula ah, ili kama ni maboresho yafanyike au mapendekezo ya kufanya idara iendelee kuya kuwa pale juu kilele. Mm. E, ni swali zuri sana lakini ni swali lenye changamoto kubwa sana mm -hmm. Miongoni mwa idara ambayo ina changamoto ni idara ya uwakili kwa sababu e, kama mishale ya matoleo mm ikiwa juu alafu ghafla inakuja chini hiyo, mm-hmm. ni changamoto. Na kila mwezi unapotembea unaangalia mishale, je, inaenda juu au inaenda chini. Ila ushauri ambao tunaweza tukashauri ni kwamba mm -hmm. eh, kujibidisha na kujitoa. mm -hmm. Eh, unapojibidisha na kujitoa Mungu atakuwa pamoja naye na kutenda. Lakini jambo jingine ni kutembea kwenye ile mipango na mikakati mm -hmm. iliyowekwa kama Uh, unakuta umepokea kijiti unapokuta mm -hmm. mipango imewekwa na mwenzako mm -hmm. Ile mipango iliyowekwa na mwenzako siibeze mm -hmm. Kwa hiyo unaweza ukaichukua nawe ukaongeza ambayo Roho wa Bwana atakuwa amekujalia mm -hmm. alafu ukasonga mbele na, na kazi ya Bwana. Amen. Lakini kingine ni ushirikiano mm -hmm. Kazi bila ushirikiano haina mafanikio mm -hmm. Na ndio maana kama utakuwa umenifuatilia hapo mwanzo, nilianza kumshukuru Mungu mm -hmm. Bila Mungu yeye ah, hawezi kufanya. Alafu pia nikasema ushirikiano wa viongozi wa union mm -hmm. na wachungaji mm -hmm. na wakurugenzi, mimi kama mimi siwezi kufikishi kufikia hapo mm -hmm. kwa sababu hata mimi nilipokabidhiwa idara mm -hmm. nilimkuta mwenzangu, alinikabidhi mipango mm -hmm. kwa hiyo mipango alionikabidhi sikuibeza ukaanza nayo ukasonga nayo mbele, nikaongeza na ya kwangu mingine ambayo roho Mungu aliniwezesha. Kwa sababu idara nilikabidhiwa ikiwa e, urudishaji wa zaka kwa union nzima ilikuwa ni bilioni 1.6 mm -hmm. Lakini mpaka sasa tunashukuru Mungu mm -hmm. ni bilioni 2.4 ndani ya miaka mitatu. Bwana apewe sifa sana. Mchungaji, mimi nikushukuru sana na nikupongeze kwa kijiti hicho ambacho umekikimbiza na tunamtukuza Mungu kwa mafanikio hayo ya idara, na hivyo basi tunafika mwisho wa kipindi, na tunapoondoka hapa, ni kualike utuachie ombi la baraka na mm -hmm. pengine tukikutana hapa ni kipindi kingine mwaka unaofuata yeah. <laughs> muhula mwingine kwa <laughs> hivyo basi, utuachie ombi la baraka hapa amen. Na tuombe. Osana, mwana wa Daudi Asante kwa ajili ya fursa ambayo umetupatia kwa kipindi kizuri hiki ambacho kinaonyesha ufanisi wa kazi yako ulivyotembea pamoja nasi mm. Tunakushukuru, endelea kutembea pamoja nasi na kazi yako ikafanikiwe. Tunamwombea dada yetu Msele, anafanya kazi nzuri, zidi kumwezesha na yeye akafanikiwe zaidi kwa utukufu wa jina lako Amen. Wasikilizaji na watazamaji wote uzidi kuwabariki, unapowabariki katika mashamba na kwenye mifugo na kwenye biashara zao na kwenye kazi zao wakukumbuke wewe kuwa wa kwanza kukurudishia zaka na sadaka, kwa vile ulivyowapatia. Wawekeze katika uzima wa milele hatimaye, utakaporudi uweze kusema vema, mtuma mwema, ingia katika furaha ya bwana wako. mm -hmm. Ndivyo tuombavyo, nakuamini umetenda na utazidi kutenda, katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen, amen, amen. Pastor Vipindi vyote tulifanya tukupata nafasi ya kushikana mkono <laughs> na wakati huu sasa tunamaliza muhula, hivi Bwana <laughs> akubariki kwa kazi njema. <laughs> Amen, amen. Mtazamaji, mimi sina la ziada, ni imani yangu umebarikiwa sana na umekuwa pamoja nasi katika mfululizo wa majuma manne ambayo yamekufanya uifahamu idara hii ya uwakili. Lakini kupongeze kwa kuwa sehemu ya mafanikio ya idara hii kwa kuwa mwaminifu katika kurejesha matoleo ambayo yamepandisha kiasi kikubwa cha utoaji wa zaka na sadaka. Na mshukuru sana Daniel Mbonea ambaye amekuwa kwenye kamera lakini pia Richard Jerome Njake kwa pamoja ambao amehakikisha matangazo haya yanakufikia kwa uzuri. Na mimi ni Spora Mseli Morotalima nakutakia amani ya Bwana unapoendelea kutazama vipindi vyote vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Kwa kwaheri na Bwana akubariki. <totipos>